Ikiwa ni siku nyingine tena, naomba niukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Kigoma pamoja na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaishopoa natarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo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 Dodoma, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua, mvua nyepesi pamoja na mvua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa.